Ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, imeandikwa kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku usingizi mzito wa ajili yapo watu katika usingizi kitandani. Tunaona kuwa ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Kuna muda Mungu anaweza kakufunulia vitu ambavyo vitatokea kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza kakufunulia mambo ambayo yako mbeleni au yanataka kutokea au yamekaribia kutokea kwa njia ya ndoto na lengo la Mungu kufunulia kwa njia ndoto, jambo la kwanza, Mungu anakuwa anahitaji uweze kuzuia kama ni jambo baya. Mungu anakuwa anahitaji uweze kusimama kwa njia maombi ili kuzuia jambo hilo lisitokee. Sasa watu wengi sana, Mungu amekuwa akiwasemesha kwa njia ndoto, lakini wao wamekuwa wakipuuzia, wao wamekuwa hawaelewi mambo ya kufanya, na wengine wamekuwa wakiota ndoto lakini wanasahau. Nataka kuwaambie, Mungu anapokufunulia jambo kwa njia ndoto, Mungu akufunulie jambo kwa njia ndoto, Mungu jambo kwa ndoto kwa lengo la kukuhuzunisha au kwa lengo la kudhoofisha. Hapana, Mungu anakufunulia uh, mambo yatakayotokea kwa njia ya ndoto kwa lengo la kutaka wewe uweze kusimama kuzuia jambo hilo kama ni bali siwezi kutokea. Uh, kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia ndoto ishirini zinazoonyesha utapitia kwenye nyakati ngumu sana kwenye maisha yako. Kabla hatujaendelea, ningependa kukukumbusha kama hiyo ndo mara yako ya kwanza na bado hujasubscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Twende moja kwa moja tukaangalie ndoto 20 zinazoonyesha utapitia kwenye nyakati ngumu sana kwenye maisha yako. Ndoto namba moja: kujiona ndotoni unapanda kwenye milima mikubwa na uoni mwisho wake. Aa, kujiona ndotoni napanda kwenye mlima ni kubwa sana na uoni mwisho wake. Ndoto hii huashiria kuna kipindi kigumu ambacho utakipitia. Ukijiona ndotoni unapanda milima, unajikuta unapanda milima mwingine. Anaweza kaona yuko kwenye milima ambayo haoni kabisa hata kile cha au mwisho wa huo mlima. Anajiona anapanda kwa kuangaika sana. Ndoto hii huwa inaashiria utapitia kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto hii, baada ya kuamka tu ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi ya kuomba hata ya mfungo unaomba kuzuia kuharibu kila aina ya kila aina kipindi ambacho ni kigumu ambacho kinakuja kwenye maisha, kumwambia ninakataa kila aina ya kipindi chochote, hali yote ngumu, na ikataa kwenye maisha yako. Kwa ukijiona ndoto tu unapanda kwenye milima, ndoto hiyo huashiria kuna kipindi kigumu ambacho utakipitia, yamkini, inawezekana kwenye uchumi, inawezekana kwenye ndoa, inawezekana kwenye maisha yako tu. Kwa hiyo ukijiona aa, unapanda mlima, ndoto hii huwa inaashiria utapitia kipindi kigumu sana kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba na mbili, kujiona ndotoni umepoteza kitu cha thamani sana, au umepoteza mtu wa thamani, ndoto hii huashiria kuna kitu muhimu sana utakipoteza kwenye maisha yako. Ukijiona ndotoni labda uh, umepoteza kitu cha muhimu sana au kitu cha thamani sana au mtu wa thamani sana. Labda umejiona ndotoni uko na mtu wa muhimu sana kwenye maisha yako, lakini ghafla mtu yule ukajikuta ukaji umepotezana naye, ukaanza kumtafuta ndotoni, unaandika kumtafuta. Ndoto hii inaashiria kuna kitu utakipoteza kwenye maisha yako, inaweza kawa kwenye mahusiano, inaweza kawa ni kwenye kazi, inaweza kawa ni kwenye uchumi. Kuna kitu ambacho utakipoteza cha thamani sana, ambacho kilikuwa ni msaada kwako. So baada ya kuota ndoto hii ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba kukatarwa ya kupoteza kitu cha thamani kwenye maisha yako. Pata muda wa kutosha wa kuomba. Lakini ndoto namba tatu, hujiona huko kwenye gari ambalo linayumbayumba linaenda ila halina mwelekeo maalum, yani unaweza ukawa unajiona ndotoni upo kwenye gari ambalo lina yumbayumba, yaani alitembea kwenye barabara kwa utulivu, lakini gari lile linakuwa lina yumba yumba. Ndoto hii huashiria kuna jambo ambalo halitaenda sawa kwenye maisha yako inawezekana kwenye biashara yako, kwenye mahusiano yako, kwenye ndoa yako au kwenye kazi yako. Ukiona huko kwenye gari ambalo lina yumba yumba. Ambacho kwenye kwenye una ambalo onea pembeni ana acha barabara sawa. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hii ni muhimu sana ukaingia na kuanza kuomba. Lakini ndoto namba nne, kujiona uko uchi ndotoni. Ndoto hii huashiria aibu na fedheha itakuandama. Inawezekana ni kazini, biashara, ofisini na kadhalika, inatokana na eneo ambalo umejiona. Kwa hiyo ndoto hii pia huwa inaashiria kuna vitu ambavyo ulikuwa hutaki watu wavijue watavi, watavijua au vitu ambavyo ulikuwa utaki watu wavijue vitakuwa wazi au watu wataanza kuvifahamu vitu hivyo. Kwa hiyo ukijiona huko uchi hadharani, ndoto hii huashiria aibu na fedhea itakuandama, inawezekana kwenye kazi, inawezekana kwenye kazi yako, inawezekana ofisini, inategemeana na umejiona huko um, uchi kwenye maeneo gani. Ukitaka kujua tafsiri pia, ndoto inategemeana na mazingira ya ndoto ulivyoiona. Je, umejiona uko uchi uh, uh, ofisini au umejiona uko uchi na watu ambao unawafahamu, na kuangalia kwa, kama ni muhimu sana ukazingatia mazingira ya ndoto uliyoyota. Lakini ndoto namba tano: kujiona, kujiona umechelewa usafiri au jambo la muhimu kwenye ndoto. Kujiona umechelewa usafiri au jambo la muhimu kwenye ndoto, mfano kujiona umechelewa usafiri wa gari, treni, ndege na kadhalika, au kujiona umechelewa kwenye tukio la muhimu sana au, uh, au kwenye mkutano unajiona umechelewa sana, labda umechelewa sherehe fulani, labda unafika au, au kwenye mkutano fulani unafika unakuta mkutano umeshaisha, unafika unakuta labda kama kwenye gari unakuta umechelewa usafiri, unafika unakuta labda ndo gari linaondoka. Kwa hiyo ukijiona umechelewa usafiri uh, usafiri au kwenye tukio maalum, ndoto hii huashiria kuna kitu cha msingi utakipoteza kwenye maisha yako. Ndoto hii pia huashiria kuna jambo uh, kuna jambo hautalifanikisha. Ukijiona umechelewa usafiri, anajikuta amefika mwingine, anaota ndoto amefika kwenye uwanja wa ndege, anakuta ndege inaondoka. Mwingine anajiona amefika stendi, anakuta gari ndio linaondoka, anaenda anafika, anaanza kuangalia lakini gari lile la kweli limemwacha. Kwa hiyo ndoto hii inaashiria kuna kitu cha msingi utakipoteza kwenye maisha yako. Ndoto hii pia inaashiria kuna jambo ambalo hautalifanikisha, inaweza kuwa ni kazini, inaweza kuwa ni kwenye jambo lote Ambalo, unikuna, kuna jambo ambalo ulikuwa unatamani ul, ulifanikisha, lakini hautalifanikisha. Kuna roho kuchelesha ambayo inafuatilia maisha yako, kuna kitu ambacho ulitakiwa kukipata, lakini kitu kile hautakipata, atapata mtu mwingine. Kwa hiyo ni muhimu sana, ukiota ndoto na namna hii, utakiwi kabisa kupuzia. Lakini ndoto namba sita, uh, kujiona huko kwenye giza au chumba chenye giza au kujiona unatembea kwenye giza, ndoto hii huashiria kuna kipindi kita kukabili kuna kipindi ambacho kitakuchanganya sana kitakuvuruga, kuna kipindi kigumu ambacho kitakukabili, ukiona natembea kwenye giza. Lakini ndoto namba saba, huona upepo mkali au dhoruba kali sana ndotoni. E, ndoto hii inaashiria kuna kipindi kigumu ambacho kitakukabili, ukiona ndoto ni kuna upepo mkali yaani, ukaona ndoto ni upepo mkali dhoruba kali, ndoto hii inaashiria kuna kipindi kigumu ambacho kitakukabili. Lakini ndoto namba nane, kujiona ndoto umepoteza simu pochi au kitambulisho chako, ukijaa ndotoni umepoteza simu, pochi au kitambulisho chako, ndoto hii huashiria kupoteza thamani yako binafsi, lakini pia ndoto hii huashiria utapoteza fursa fulani kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukijaa ndotoni umepoteza kitu cha thamani, au umepoteza simu, umepoteza pochi au umepoteza kitambulisho chako unaanza kukitafuta, ndoto hii uashiria utapoteza thamani yako binafsi. Kuna kitu cha a thamani yako mbele ya watu itapotea thamani mbele ya watu ambao ulikuwa unawategemea itapotea, watu hawata thamani yako itapotea. Kwa hiyo ndoto hii pia uashiria utapoteza fursa kwenye maisha yako. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto hii ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi. Lakini ndoto namba tisa, unaona jengo ambalo halijakamilika Kuona ndotoni jengo ambalo halijakamilika au kuona jengo ambalo linaporomoka, unajikuta huko ndoto, unaona jengo ambalo halijakamilika au jengo ambalo linaporomoka, ndoto hii huashiria jambo ambalo unalifanya halina msingi imara. Ndio, ukiona jengo ambalo halijakamilika ni gofu au jengo tu ambalo halijakamilika, ndoto hii huashiria jambo ambalo unalifanya halina msingi imara, lakini pia ndoto hii inaashiria mipango yako au mipango ulionayo haitaweza kutimia au hautaweza kuifanikisha mpango ulionayo itafeli, ao akae mao ni mpango ulionayo. Ndoto hii pia inaashiria miradi yako itasambaratika, kwa hiyo ni muhimu sana baada ya kuota ndoto hii. Ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi. Lakini ndoto namba kumi uona mafuriko ndotoni ndoto hii inaashiria kuna kipindi kigumu ambacho kitakukabili kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba kumi na moja hujiona huko kwenye eneo ambalo huwezi kutoka wala kukimbia. Yaani unajiona uko kwenye eneo ambalo huwezi kutoka wala huwezi kukimbia, eneo la kutisha. Ndoto hii inaashiria kuna kipindi ambacho kitakukabili, kipindi ambacho utastak kwenye maisha yako, utastaki kwenye kazi, utastaki, yani utashindwa kabisa kuendelea. Lakini ndoto namba kumi na mbili Kujiona ndotoni umefeli mtihani, unajiona ulikuwa unafanya mtihani lakini mtihani huo ukashi ukaushindwa ukafeli. Ndoto hii inaashiria kuna kipindi ambacho kitakuwa kigumu sana kwenye maisha yako, na ni muhimu sana baada ya kuota ndoto hii uingie kwenye maombi. Lakini ndoto nyingine, kujiona ndotoni unashindwa kufanya uh, unashindwa kufunga goli au uh, unakosa goli, labda unajiona unacheza mpira wa miguu, lakini ukitaka kufunga goli unashindwa, miguu inakuwa mizito, unashindwa kukimbia, eh, miguu inakuwa mizito, unashindwa kumaliza ile goli, ukitaka kufunga ule mpira unatoka nje. Ndoto hii inaashiria kuna kitu takipoteza kwenye maisha yako kuna jambo la msingi sana ambalo utalipoteza kwenye maisha yako, hautafanikiwa. Kwa hiyo ni muhimu baada ya kuota ndoto hii, ni muhimu kuingia kwenye maombi. Kwa hiyo kwa kuota ndoto umekosa goli, umeshindwa kufunga goli, ndoto hii inaashiria kuna jambo ambalo hautalifanikisha kwenye maisha yako, kuna jambo ambalo utalishindwa kulifanikisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu baada ya kuota ndoto hii kuingia kwenye maombi ya mfungo na kuomba. Lakini ndoto namba 14 Kuona ndotoni mlango umefungwa au njia yako imefungwa. Ndoto hii huashiria kuna jambo ambalo uh, litakuzuia kusonga mbele. Ukijiona ndotoni mlango umefungwa umefungwa unashindwa kupita mlango kwa sababu ule mlango umefungwa, au labda unatembea kwe, kwa kwa huko njia unatembea, lakini unafika ghafla mbele naiona njia ile imefungwa. Ndoto hii inaashiria kuna jambo ambalo hutaweza kulifanikisha kwa sababu ya vizuizi vilivyowekwa vilivyowekwa njiani, lakini ndoto namba 15 kuona moto umewaka au unateketeza vitu vyako vya msingi ndoto hii inaashiria utapitia kwenye kipindi kigumu sana kwenye maisha yako lakini ndoto namba 16 ujiona unazama ndotoni ndoto hii huashiria kutawaliwa na kitu ambacho hakikutakiwa kukutawala ukijiona unazama ndoto ndoto hii huashiria kutawaliwa na kitu ambacho hakikutakiwa haki kukutawala lakini pia ndoto hii inaashiria matamanio yako ndio yanaweza yakawa anakutawala ya sana. Wewe John unazama ndotoni, maanake kuna kitu ambacho kimekutawala ambacho kitu hicho hakikutakiwa kukutawala wewe. Lakini ndoto namba kumi na saba, kujiona umepotea ndotoni, labda yamkini unajiona unatembea sehemu au ulikuwa unaelekea eneo fulani, ghafla unajikuta umepotea ndotoni ndoto, ndoto hii huwa inaashiria kupoteza mwelekeo katika maisha yako lakini pia ndoto hii huashiria kuwa unataka ku, uh, utafanya jambo mm, ambalo litaleta matokeo sio mazuri au sio sahihi kwenye maisha yako. ukijona umepotea ndotoni, ndoto hii huashiria kuwa utafanya maamuzi ambayo yataleta matokeo yasiyo mazuri kwenye maisha yako yamkini kwenye mahusiano, yamkini kwenye kazi. So ni muhimu sana baada ya kuo, kuota ndoto hii ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi ili kuomba Roho Mtakatifu wa kusaidia katika jina la Yesu. lakini ndoto namba kumi na nane kujiona ndotoni umepoteza meno yako meno au, au unajiona ndotoni meno yako yanapokutika, ukizungusha ulimi unaona meno yako yanapokutika. Ndoto hii huashiria kupoteza nguvu na kibali, lakini pia ndoto hii huashiria kupoteza uwezo wa kukontrol biashara yako, ndoa yako mahusiano yako au kipawa chako, na kama pia uko kwenye mahusiano, mahusiano yako yanaweza yakavunjika. Kwa hiyo ukijiona ndotoni meno yako yanapokutika, ndoto hii inaashiria kukosa uwezo wa kukontrol biashara yako ndoa yako mahusiano yako kipawa chako na kadhalika. Lakini ndoto ya kumi na tisa, kujiona ndotoni unaanguka una aua unaporomoka kuanguka, maana yake utaporomoka pia kiuchumi, utaporomoka kuna jambo alitaenda sawa kwenye maisha yako. Ndoto ya ishirini, kujiona ndotoni uh, umumia au unaumwa, unajiona ndotoni unaumwa, yaani mgonjwa. Ndoto hii inaashiria au uh, utapitia hali ambayo si nzuri ya kiafya. Kwa hiyo ni mimi baada ya kuota ndoto hii ni muhimu sana ukaingia kwenye kufanya maombi. Kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakipuuzia ndoto wanazozota. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi ya kuzuia uh, uzuia yale mambo ambayo umeyaona kwa sababu Mungu anakuonyesha kwa lengo la kutaka wewe uweze kusimama uzuia. Zipo ndoto nyingi sana ambazo zinaonyesha utapitia kwenye kwenye kipindi kigumu au kipindi kigumu kitakukabili kwenye maisha yako. Zipo nyingi sana, ila leo nimeona nikupe ni ndoto hizi ishirini. Tutaendelea na mfululizo wa masomo mbalimbali ya ndoto. Kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe, lakini pia hakikisha una like video hii. Tukutane kipindi kijacho. Nakupenda sana.